great again uh, make malawi great again ndi pressure group political platform imene izikhala yikuona zinthu malawi muno kuti profesa arthur peter Mutharika alamulire bwinobwino pakhale pasakhaleso wina akunena kuti aye ndikaipanga protest march we, we will be there for them tizachita dig amina kwachita fundiyo tizachita dig with the aim, objectives core values and kuti chimene akupanga kuti apange kuti professor asanayambe even kuwika po departments ma PSC ma maministers and ministries azinena kuti walephera walephera pati munthu sanakhale even in the office one month ikwana mawa chimsankhireni nde munthu one month basi e hey, walephera nde make malawi great again ndi imene itaone zinthu zimene zizi kuti zisapangike mono malawi koma ndineneizi ndalandira overwhelming overwhelming overwhelming response responses imene abwera ndiya kuti I never thought I would get such a overwhelming uh, uh, response kuchoka, kuchoka kwa malawi amalawi amene ali kunja kwa ziko lino south africa zambia zimbabwe botswana Swaziland Namibia Lesotho ah, akuluakulu inanso e amalawi aliso ucha ku Democratic Republic of Congo Congo Brazzaville, Uganda Kenya Tanzania Mozambique UK all over Australia kuti ifeyotithandiza ndeendatiya panopo wina paka nani kuti na tikutumiza mandalama mawa ndiendati ya ya. Yeah, yeah. We need to follow order

ndeno tofuna kuti cuwatazi anthu atichirakale submit a hey, ino aliyese amene anali involved kupha kwachilima tukuaziwa panopo ndie muyike commission of inquiry kuti fufuze bwinobwino the sooner we do that the better let us close up this chapter cha nkhani ya dr saulos klaus chilima kuti iyi ine namangidwira paka pano telefoni yanga sakundipasa kaya achita kale retire apita kale kuretire meta mwanga ndi mayiwo kaya koma asiya telefoni yanga ku polisi then ndi kwapempa new inspector general awafunse mapredecessors a awo kuti telefoni ya munthu ili kuti ngati iwo anatenga ana, chifukwa telefoni ndi I suspect that anapita naye ku Zimbabwe kuchita analyze what, whatever was in that telephone

komanso zachirima si chitike sote once and for all uh, make Malawi great again tikulandira ma report iso oti magalimoto ena uh, regional committee ya MCP ya kumpoto anapasidwa ma brand new vehicles uh, kuti azipangira kampeni zinakaturukira chakujeneko chakuchitipa kusomba uko uh, ilomba kupita kumbeya zimene upanga kumene kuja kusintha magalimoto aja jamakara manambazi nkuika itp iziti it zija za dubai za, za, za ku japan akukhala ngati akubweresa from tanzania akumakonzera kumbe yako kuti zizilowa muno ngati zachoka kudereslamandima new papers pamene Malawi Revenue Authority au, gwira handi handi ndi hand, anthuwa kuti aba uh, magalimotowo kuti azibweresa muno ngati it kuti anthu azinena kuti zachoka kudereslama pamene zachoka pambeya zinalowera kuchitipa osati kusongwe kuchitipako zina zinalowera chakuzambia kuja zinakaenda kuchakutunduma ndi zimene akupanga ndezonse even warehouse uh, hotelo imene magalamoto inakakhalako tapasa a polisi a fiscal polisi kuti uh, fufuze ndi munthu uyo dvmafetereza al ku wi house yake ukafukuleko kuli ma bags an bags and tons and and the tons ya fetereza tons and tons and tons ya chimanga ndikumenenso amachitaso masugar kupita naye ku congo ndeno magarimoto azilowa muno ena ngati it manambara ajama katengera garimoto ujende make Malawi great again we are doing it in a way that mpaka um, marawa zakhala gen appreciate chifuka whatever information that we have we will be sharing it with our police now so nawasazitenga information icha and make use of that information ntheno ndi zimene tili nazo pakali pano so pano china chimene tachipezaso chakuti ku ESCOM ndauzas tatumiraso

ndekuti artur profeso arthur, arthur peter mtarika sayeneranso kuti akongole ndrama zoyendesera boma chuwa ndarama zili mwa anthu zimene anaba ndi zonsezo zibwerera andi chinanso chimene tikupanga nchakuti tichita make sure kuti uh, make malawo great again ndi bungwe limene loyamba likhale kuti tikuona kuti malamono recruitment mimene uh, linanenera is done fairly

akusangalana uh, tufuna so tu zinthu zisike mtengo uh, chiwa ngati chuma chamba kuyenda bwino kwacha yamba kuenda bwino tizifusa boma kupempha kwa profesa kuti taonani zinthuzikuyenda bwino anthu athu sopo augura modura suga augura modura mchera augura modura mafuta ophikira udura modura augura modura tofuna kuti achite reasonable to meet at least somewhere halfway kuta marawa yambe kusangalala nde bungwe limene lili tikufuna kuti liyambise zinthu zothandiza asa professor peter mtharika kuti chuma chiyambeso kuyenda bwino andiso ndalanderase maripoti ambiri andi membership ai hey, akuluakulu anthu akufunisisa ndithu kuti marawa ayende bwino akumfunira presidenti matimafuna abwino

must be fairly done osati one the chosen few amene akuwaona kuti ali ndima connections ndaamene azilembedwa ntchito any contract that was politically connected um, imene yoyo tizachita null and void amene analandira ndalama nthawi imene yoyo tizauza kuti abwezi ndalamazo chifukwa it was politically connected it was not a fair deal and ndalama zimene analipidwa zinali misonkho ya Malawi kuti msonkho ya malawi iyo ikhale kuti kubwezedwa abwezere kuboma kuti kubomako tiyambe kuti amalawi ambe, ambe kunjoya china ene official amene ononga drama ya boma ah uh, ene ene should be uh, account or should be made to account for, for, for the little for whatever that he, he might have benefited uh, and he, and influenced kuti atenge ndina mazo kuti yeyo azipeza bwino ndeno ndi chimene um, make malawi great again tizapanga komanso tiyambira ndife nake amene tiufuna zimene zozo how, uh, how free are we from corruption uh, or how corrupted are we ndeno umayamba kaye kusesa kwa iweyo kuti amene kunenawo how, how free are you from uh, the